Kwa Arusha hakutatokea waandamanaji, kwani mheshimiwa ni, ni mnukuu mheshimiwa rais katika kampeni zake amekwishasema kwamba maandamano ambayo yeye anaweza akayaruhusu ni yale kwenda kupiga kura na hajatuelekeza vinginevyo. Kwa hiyo sisi tupo hapa na nyie wanahabari ni katika kuandaa mazingira mazuri ya watu kutumia nafasi hiyo ya kwenda kupiga kura. Ninahakikishia ulinzi upo wa kutosha, kiasi kwamba sisi utamaduni wetu sio wa, wa, wa vurugu, wa kukimbizana, wa kutishana E, bali ni wa maelewano. Hakutakuwa na mtu ataandamana, kwa sababu tumeshakana kuongea na wananchi wa Arusha kupitia makundi yote. Nimekaa na wazee wa jiji hili la Arusha, nimekaa na vijana kupitia makundi, makundi yao maalum: madereva wa bodaboda, madereva wa bajaji, madereva wa daladala hizi ice na kadhalika, lakini pia nimekaa na viongozi wa vyama mbalimbali wakiwepo mbali, Chama cha Mapinduzi, NLD na wengine kuwa na maelewano na mshikamano, sioni ni wapi tunaweza tukaruhusu hilo na hayupo, labda awe ameletwa kutoka sehemu nyingine na sio wakazi wangu wa Arusha. maneno ya upotoshaji si maneno mazuri sana katika jambo muhimu kama hili. E, ni vizuri u, u, u, u, wakawa watulivu waache na watoe uhuru kwa watu walio wengi kujitokeza kwenda kutumia haki yao ya kupiga kura. T -t -t Tanzania 24 Digital